Raisi wa mpito wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, amewasamehe wanajeshi 21 waliokutwa na hatia ya kujaribu kuipindua serikali ya nchi hiyo karibu muongo mmoja uliopita. Taarifa ya kusamehewa kwa wanajeshi hao imetolewa jana Jumatatu Machi 31, 2025 kupitia amri rasmi iliyochapishwa na vyombo vya habari vya ndani katika taifa hilo siku ya Jumatatu. Inaripotiwa kuwa Traore alitangaza msamaha Desemba mwaka jana kwa watu kadhaa waliokuwa wamehukumiwa kwa kupanga njama za kuipindua serikali ya mpito mwaka 2015, baada ya kujiuzuru kwa lazima kwa rais wa zamani Blaise Compaore. Compaore alitwaa madaraka kupitia mapinduzi ya mwaka 1987 baada ya kumuua rais wa wakati huo na mwanaharakati wa Uafrika, Thomas Sankara nanukuu: kwa watu wafuatao ambao wamehukumiwa au kushtakiwa mahakamani kwa matendo waliyofanya Septemba 15 na 16, 2015, wanapewa msamaha. Traore alitangaza katika amri hiyo, iliyotiwa saini Machi 24 mwaka huu, akiwataja wanajeshi 21. Maofisa hao, wakiwemo makamanda wawili wa zamani wa kikosi cha Ulinzi wa Rais, walihukumiwa na mahakama ya kijeshi mjini Ouagadougou mwaka 2019 kwa makosa ya kuhatarisha usalama wa taifa mauaji na usaliti. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkuu wa zamani wa majeshi wa Compaore, Gilbert Diendere, na mkuu wa zamani wa diplomasia Djibril Bassole ambao ni majenerali wawili waliohukumiwa kifungo cha miaka ishirini na kumi mtawalia kwa madai ya kuongoza jaribio hilo la mapinduzi hawajajumuishwa katika msamaha huo. Wanajeshi waliosamehewa watarejea katika jeshi la taifa hilo kupambana na ugaidi nchini humo. Traore aliahidi mwaka jana kurejesha maeneo yote ya nchi hiyo yaliyoko chini ya udhibiti wake kutoka kwenye mikono ya udhibiti wa magaidi kufikia mwishoni mwa mwaka huu koloni hilo la zamani la Ufaransa kuwa likikumbana na makundi ya kijihadi tangu mwaka 2015, yakiwemo yale yenye mfungamano na kundi la Al-Qaeda. Traore alitwaa madaraka mwaka 2022 baada ya mapinduzi mawili ya kijeshi nchini humo. Mapinduzi ya kwanza yalifanyika Januari mwaka huo, ambapo jeshi lilimwondoa madarakani rais wa zamani Roch Kabore, likimtuhumu kushindwa kudhibiti uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Baadaye, Traore aliongoza mapinduzi ya pili mwezi Septemba yaliyomwondoa kiongozi wa mpito aliyekuwa madarakani, ruteni kanali Paul Henri Sandaogo Damiba mwaka huo. Agosti mwaka jana, nchi hiyo isiyo na pwani ilikumbwa na moja ya shambulizi baya zaidi tangu uasi huo uanze kuenea kutoka Mali zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Takribani watu 200 waliuawa na wengine 169 walijeruhiwa wanamgambo wa Kiislamu walipofyatua risasi kwa raia waliokuwa wakichimba mitaro ya kujihami katika mji wa Barsalogho uliopo kaskazini mwa nchi hiyo. Burkina Faso na majirani zake Mali na Niger, ambazo pia ziko chini ya utawala wa kijeshi, zilikata uhusiano wa ulinzi na ukoloni wao wa zamani Ufaransa, wakidai kuingiliwa na kushindwa na vikosi vya Kifaransa kutuliza hali ya usalama. Nchi hizo tatu zimeunda kundi jipya la muungano wa mataifa ya Sahel na zimeanza kushirikiana na Russia katika masuala ya usalama ambapo Moscow imekubali kuwasaidia katika jitihada zao za kukabiliana na matendo ya ugaidi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na siasa hizo za magharibi mwa Afrika. Jina langu ni Mgongo Kaitira.